Ni za mingi z ziko kama kama ziko kama kenze ni za mingianagoa ni za mingi sana. Karibuni na ujambo, mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako hii pendelevu Kuna Nini News.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 hali ya uporaji inayoshuhudiwa katika mji wa Uvira huko mkoani Kivu ya Kusini baada ya M23 na washirika wao kutangaza kujiondoa katika mji huo. Pamoja na hayo, kuna mapambano makali yanayoripotiwa katika maeneo ya Mwenga na kuomba waandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini kwa, kwa ambaye uja subscribe bado, huo ni muda wako. Tafadhali usikose ku subscribe, usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo, usikose ku like na ku share kwa wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini news. Bila ya kwenda mbali tunakwenda kuzungumzia kuhusu mapambano ambayo yanaripotiwa katika maeneo ya mkoa wa Kivu ya Kusini, ambayo yanahusisha upande mmoja Twiganeho, Ngumino, Androide, Red Tabara na wale ambao ni washirika wao upande wao na upande mwingine ni jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaloungwa mkono na wazalendo. Lakini hata hivyo, kuna uporaji wa hali ya juu ulioshuhudiwa usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa jumaa hii ya tarehe Januari kumi na sita mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Habari tulizonazo kutoka katika mji wa Uvira ni kwamba yale madini yanayotengeneza lami ikijulikana kwa jina la kimombo gudron au, au kwa maarufu mitaani kabulimbo inaripotiwa kuporwa na ambayo iliwekwa kwa ajili ya kutengeneza au kutandika lami katika mji wa Uvira, lakini hiyo imeripotiwa imeporwa na M ishirini na tatu baada ya wao kutangaza kwamba watajiondoa katika mji huo na kuuacha mikononi mwa jeshi lisiloegemea upande wowote ule. Bila ya kwenda mbali, tunajiunga na bwana Kelvin bwija ambaye ni mratibu wa asasi za kiraia, Sosiko GRC, ambaye ametupatia picha halisi ya mambo jinsi yalivyo. Hebu tega sikio. Ujambo mtangazaji, mimi ni Kelvin Bwija, mratibu wa shirika la kiraia la wazalendo wa Kongomani, Sosiko RDC, pia mtafiti wa masala ya usalama mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo. Leo tarehe 16 mwezi wa kwanza 2026, aux environs 2h du matin, njo mapambano makali yameripotiwa mutarafa la Mwenga, fasi inaitiwa lokalite Tuetue mm, msektere ya Itombwe. Mapambano makali yameripotiwa tena jana le 15 janvier 2026, ile ileile kijiji ime kuwa tere ya mapambano wa makundi eme kumiliki silaha ngomino tiroaneo androide M23, MRDP, AFC, Red Tabara na washiriki wao wameendelea toujur kujiafronte ile maeneo, na utafahamu kama mpaka hadi sasa ma silaha nzito nzito zikingali zinasikika ile maeneo ya tuetue na utafahamu kwa muda huu kijiji cha kijiji cha Pwenzero na Buruta, hiyo uh, uh, hivyo ni vijiji ambavyo vinapatikana kati ya Mukera na Minembwe, mtarafa la Fizi. Hivyo vijiji kwa, kwa sasa viko katika mikono ya waasi wa M23 na washiriki wao wa, wa Neo, Androide, Red Tabara. Ni kusema tu kama tuna police opinion dep et national par rapport ya madifera a ya maviolation des droits humains yenye makundi yenye kumiliki silaha inaende ileatoujur kumanifeste kuchafronte toujours na wakombata resista wazalendo. Na mwaileile, mtangazaji, utafahamu kama malgre komunike yenye likuwa lanse jana ya kuonesha kama ile systeme ya sselfe inapasha kuwa observe ye, kufatana na makoro ambayo zilikuwa sinye doa na Washington. Wa rugaruga wanaendelea tujur ku viole matifera za kor na mpaka sasa kuko komunike ambayo ilikuwa lance jana, na patro wa rugaruga nanga ya kusema eti watajiretire dans 48 kia. Ajabu, mpaka hivi akuna retrait nyeko observe na wa rugaruga jana wameiba mali ya raia wameiba hata gudro, moto zimeibiwa, magari zimeibiwa, vitu vimeibiwa vyenye vilikuwa magari na mwaile ile parkour, utafahamu tu wakingali ile mafuso wa zao zikingali zinaingia muji wa Uvira. Objektif ni kupie mali ya raia yani Uh, mambo kaza wa kaza, mabotike kubwa kubwa, mamagaze, mabiro za administratife zote zimeibiwa vitu. Direksio ya vitu viko vinaenda ni Rwanda, toujours ni kusema tu kama leo wako wanapie tena Kiliba, Bwegera, Runingu, Sange, ile maeneo yote wanaendelea kupie mali ya raia. Ni kusema tuna alerte opinion national ke international kama waasi wa M23 wakingali wanapie mambo kaza wa kaza mali ya raia na vitu vingi vya samani kusema tu kama ile komunike ya nanga fantasiste ya kusema kama m8 watu wake wa rebel wa M23 wanapasha kujiretire mu maeneo kaza wa kaza muji wa Uvira. Ile retre mpaka hivi ayakuwa observe. Baada ya kumsikiliza Bwana Kelvin Bwija, basi tujaribu kusikiliza vile sauti za watu walioshuhudia uporaji huo kiwemo wale ambao walipelekwa na M23 pasipo kujua nini wanachokwenda kukichukua katika mji wa Uvira. Pamoja na hayo, kulikuwa maojiano walioyafanya wa baadhi ya wa wakahadi ambao walipatwa na bumbuwazi kuona kile ambacho kinashuhudiwa katika mji huo, wakati malori alipoonekana kuingia katika mji wa Uvira siku ya Alhamisi ya tarehe Januari kumi na tano. Tusikilize basi maongezi haya. Tulishuka vide mpaka Uvira. Tulishuka vide mpaka Uvira. Tuko deja. Tupakiza tu Niko sana. Aha, ni virefu. Nda, Huku ni hatari na situko makini na mko makini na makini, hizi gari ziliingia wo wo makumi tatu ili magari akabambi, ili awashinua makumi tatu. Barabara ni hatari, gudro zinaibiwa, ni hatari kuzunguruka, kuibiwa, inakuwa mwindo, ni hatari tu.

na kila veni mko gari yabo ya metro, kila veni kisha hivyo. Sasa konvo ziko nyuma, wao ziko mbele, ni kusomba njo yuko na ni ba kweli, sio leo tu na ni kufikia hapo mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini Niuze, sina cha ziada, nakamilisha kamilisha ya yale ambayo tumekuandalia kwa muda kama huu, na kuomba wewe ambaye bado huja subscribe, huu ni muda wako, usikose kujiabone, usikose ku like, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na hatimaye usikose ku share, yani ku partage, kwa sambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi hivi, na kuomba uendelee kujiunga na chano lako hii ili kupata habari kemkemu kemu. Asante.